Chama cha Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa Tanzania TALGWU ni chama kinachowaunganisha wafanyakazi wote waliopo chini ya mamlaka za serikali za mitaa na taasisi nyingine nchini. Safu ya uongozi wa chama hicho kwa sasa inaundwa na mwenyekiti wake Tumaini Nyamuhokia, makamu mwenyekiti Romwad Mwashiuya, katibu mkuu Rashid Mtima, naibu katibu mkuu Wandiba Ngocho na Siston Mizengo akiwa ni mweka hazina. Safu hii ya uongozi imekuwa chachu ya kufanya chama hicho kuwa kati ya vyama imara vinavyopigania maslahi ya wanachama wake, na hapa yapo mafanikio kadha wa kadha ambayo viongozi wa chama hiki wanajivunia kama anavyodadavua katibu mkuu Rashidi Mtima. ningependa kuyaangalia ma, ma, mafanikio katika maeneo makuu mawili. Moja ni katika malengo ya msingi ya chama kwamba sisi malengo yetu ni kutetea wafanyakazi. Yako mambo ambayo katika kutetea wafanyakazi tumefanikisha, lakini eneo la pili ni namna tulivyokijenga chama kwenda kutekeleza malengo yetu. Eneo la kwanza, kitu kikubwa sana ambacho tumesumbuka nacho kwa muda mrefu sana ni swala ya wa, wa, watumishi walioko kwenye serikali za mitaa ambao walikuwa wanalipwa mapato ndani. Mimi kama katibu mkuu niliingia mwaka 2016 hii ilikuwa hoja msingi tunazungumzia haki za wafanyakazi kupitia kwenye shirikisho la wafanyakazi tukuta. Lakini ukizungumza wafanyakazi wanaolipwa kwa mapato ya ndani kwenye halmashauri, yani ni, ni ajenda ya chama changu. Kwa tumekuwa tukipigania kwa muda mrefu serikalini, tumeenda tumeshauri serikali katika nyanja mbalimbali, namna ya kuhandle hili swala, kwa kushukuru sana, kwenye bajeti ambayo inatekelezwa hii serikali ilichukua wafanyakazi kwa asilimia kubwa na wakaanza kuwalipa na mapato ya serikali kuu. Hili limetoa assurance ya mshahara kwa watumishi kupata kwa wakati, lakini second wakati wanalipwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwa kutumia mapato ya ndani, kwa sababu walikuwa wanacheleweshwa, wakati mwingine wakilipwa wanalipwa basic kitu, deduction haziendi. Kwa hiyo wafanyakazi wanapata shida kwenye mafya, kwenye, kwenye mafao hawapati kwa sababu wajiri walikuwa awapeleki Eh, na, na, na, na, na, makato yale kwenye mifuko kwa hili limetusaidia sana. Na waliobaki sasa ni wachache na wamebaki katika halmashauri hizi ambazo ni majiji na na manispaa ambazo ukiangalia kimfumo kama wana uwezo kidogo, ingawa discussions za wakurugenzi wakati mwingine zina, zinasumbua that's why tunaendelea kuomba serikali. Mafanikio hayo yamepewa nguvu na mgawanyo madhubuti wa majukumu kupitia kamati zilizopo ndani ya TALGU mbali na wing, um, ya wanawake lakini tunayo ya vijana na tunayo ya watu wenye ulemavu kwa na zote zinafanya kazi vizuri vizuri. Wenye ulemavu wanafanya vikao vyao, na tumekuwa tukishiriki kutoa mawazo mbalimbali serikalini kupitia wingi hiyo. Tunaposikiliza matatizo yao, basi tumekuwa tukitoa ushauri hata kwa waajiri na serikali kiujumla, ni namna gani wafanye ili kulinda wenzetu hao wenye ulemavu. Lakini iko wingi ya vijana ambayo tunayo kuanzia ngazi ya taifa ngazi za mikoa na kule matawini, nao tumekuwa tukishirikiana nao vizuri kufanya shughuli mbali mbalimbali. Yako mama ambayo tunayatuma wafanye vijana nao, na wamefanya vizuri. Tumekuwa na mahusiano mazuri kati ya nchi yetu na nchi jirani na nchi nyingine kimataifa kule. Tumekuwa tukiwatuma wawakilishi wa vijana kwenda nje, wawakilishi wa walemavu kwenda nje huko kukaa vikao vya kimataifa, na hata wawakilishi wa wakinamama wa, wa kwenda huko nje. Kwa hiyo tunazo wings za kutosha na tunafanya nazo kazi vizuri sana na... vikao vya mara kwa mara navyo imekuwa mtaji wa chama hicho kutekeleza mipango yao. Kwa mwaka 2025 tayari chama na kamati zake zimefanya vikao muhimu, tukianzia na hiki cha kamati ya wanawake. Kwanza kabisa, nipende kueleza muundo wa kamati zetu. Kamati hizi ziko kwenye muundo ufuatao: tuna level tatu. Tuna kamati ya ushauri wa wafanyakazi wanawake ta taifa kwenye ngazi ya taifa, lakini tunazo kamati hizi, hizi za kamati za ushauri wa wafanyakazi wanawake kwenye ngazi za mikoa na tuna kamati za ushauri wa wafanyakazi wanawake kwenye matawi ambayo matawi yetu yote yako kule kwenye halmashauri zetu au kule ambako wanachama wetu wanapatikana. Upande wa kamati za hizi kamati za wanawake uh, kwa level hii ya taifa tuna jukumu moja kubwa pia la kusimamia haki na maslahi za hili kundi kubwa la wanawake watumishi wanawake ambao ni wanachama TALGWU. Sasa katika kusimamia pale, sisi tunaenda kuibua zile changamoto walizonazo ambazo zinahusiana na mahali pa kazi na kuzitafutia solution, kwa maana ya kwamba tunaenda kushauri sasa chama sisi tunashauri kamati ya utendaji chama, kupitia kamati ya utendaji ambayo inapeleka mpaka kwenye baraza kuu tunashauri maboresho yafanyike kwenye sheria ambayo yatamfeva huyu mtumishi ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo hapo tunaangalia, lakini kipengele cha pili tunaangalia pia hata maslahi za watumishi kwa maana ya mishahara yao, posho zao za kazi, vifaa vya kufanyia kazi. Kwa hiyo sisi kama kamati ya wafanyakazi wanawake tunakwenda ziara, tunakutana na wanawake, tunaibua changamoto zile zinazohusiana na maslahi zao, tunashare na waajiri kupitia zile ziara, lakini pale pale tunatoa recommendations ama mambo ya kuboresha ambayo tunakuja kuyawasilisha kwenye kamati ya utendaji, kamati ya utendaji inapeleka kwenye baraza kuu, alafu then inapeleka serikalini kwa ajili ya kwenda kukutana sasa na serikali kuweza kuushauri nini kiweze kuboreshwa ili kuboresha maslahi za watumishi. Kikao kingine ni cha baraza kuu la chama hicho kilichofanyika Januari kumi na tano ambapo katika kikao hicho baraza liliwasilisha changamoto lukuki zinazowakabili wanachama wake kwa serikali, ambapo waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete akatoa maagizo kwa waajiri yanayolenga kuzitatua changamoto hizo. Swala hili la leseni leo ni mara ya tatu tunalisoma kwenye ishara zetu kwa wageni. Leseni kwa madaktari, wauguzi, hawa watu wa afya wanaopaswa kuwa na leseni, leseni hizi gharama zake zimekuwa kubwa, lakini wakati huo unaona kuna dalili <laughs> kubwa za kuanza kutumia hizi leseni. Usipokuwa na leseni kuna dalili kubwa za wewe kutokupanda daraja. Kwa hiyo tunatamani leseni mzigo huu upungue kwa wafanyakazi, kwa sababu wafanyakazi hao hawa hawafanyi biashara, wanawatumikia wananchi. Ikiwezekana serikali itusaidie kubeba huu mzigo, na kama haiwezekani, basi wapunguze, ili gharama iwe reasonable kwa huyu mtumishi ambaye anamiliki leseni hii. Ndugu wajumbe wa jumba baraza kuu taifa, napenda kuhakikishia kuwa serikali yenu imesikia hayo, na napenda kurudia tena kwa kusema kwamba serikali imesikia na imeelewa na ipo tayari kufanyia kazi kila lile ambalo mmelieleza, na katika kutengeneza mazingira mazuri. Na kwa kuwa mimi ndiye waziri ninayehusika na wizara hii ninayesimamia vyama hivi, nitakaa na baadhi ya waziri wenzangu katika sekta husika na pamoja kutafuta ufumbuzi wa changamoto mlizoeleza. Ndugu wajumbe wa baraza kuu taifa, katika hatua hii, napenda kutoa maagizo kwa baadhi ya waajiri wote nchini kuhakikisha kwamba wanatekeleza baadhi ya maeneo yafuatayo. Mosi, wakurugenzi wote wa mamlaka ya serikali za mitaa nchini wahakikishe wanasimamia ukusanyaji wa mapato katika halmashauri zao, ili kutengeneza uwezo wa, ili waweze kulipa malimbikizo na mahitaji ya mishahara. Lakini pili, malimbikizo yanayotokana na madai ya likizo za wafanyakazi wao. Sote tunatambua likizo ni haki ya mtumishi na ipo kwa mujibu wa sheria, hivyo ni lazima utekelezaji ufanywe kama ambavyo inaelekezwa kisheria. Serikali inatambua ziko halmashauri ambazo zina vyanzo vidogo vya mapato na wizara imeona ipo haja ya kuwasilisha hoja hii serikalini. Pamoja na juhudi zilizofanyika na serikali za kusaidia halmashauri hizo kuzipatia ruzuku ya ziada ili waweze kukabiliana na changamoto hizo, lakini bado yako maeneo yanayotakiwa kuendelea kusitizwa. Lakini wakati ikichukua suala hili na kuliwasilisha ili kulichakata upya na kuona namna ya kumaliza changamoto hii, ni watake waajiri wote kuendelea kutekeleza ulipaji wa likizo kwa wakati. Tatu, na waagiza wakurugenzi wote wa halmashauri kulipa posho za madaraka kwa watumishi wa kada hasa za maafisa watendaji wa kata. Utekelezaji huu utekelezaji huu uanze mara moja, kwani serikali haiwezi kuvumilia kuona haki ya watumishi yoyote yule inaminywa. Nne, nataka niwakumbushe wakurugenzi wanao wakurugenzi na wale maafisa wanaohusika na kuhamisha, maelekezo yetu ya utaratibu wa kuhamisha pale tu bajeti inapokuwepo haijafutwa. Hivyo naomba warejee katika utaratibu, warejee katika maagizo, warejee katika miongozo kwamba hakuna mfanyakazi anayetakiwa kuhamishwa bila ya kuwa bajeti imetengwa na katika muda unaotakiwa. Ni watake wakurugenzi wasimamie taratibu hizi kama ambavyo serikali imeelekeza na wataka waajiri wote nchini wahakikishe wanauisha kwa wakati mabaraza ya wafanyakazi, kwani hiki ni chombo muhimu sana katika kusimamia utendaji kazi wa maeneo ya kazi. Aidha, hii ndiyo njia pekee ya kuwashirikisha wafanyakazi katika uendeshaji wa taasisi zao. Serikali haitafumbia macho mwajiri yoyote ambaye hataki kutimiza takwa hili la kisheria hivyo, mabaraza yote ya wafanyakazi ambayo yameisha muda wake yauishwe na kufanya vikao vyake vyote kwa mujibu wa sheria. Haya yote yatekelezwe kama ilivyoagizwa mwanzo. Mwingine tutazungumza na mamlaka husika, na ninaahidi kuwa nitatoa mrejesho tutakokuwa kuwa tumepata majibu ya, ku, ya, ku, ya kutatua kero hizi. Nje ya kikao hicho viongozi hawa wa TALGWU wanaeleza mikakati yao ya kuendeleza mafanikio ya chama yaliyopatikana. Kwa mwaka ishirini na nne tumefanya mambo mengi sana, makubwa ambayo yanawagusa wanachama wetu. Kwa mwaka huu vile vile tumeboresha kanda zetu za huduma kwa wawakili. Kanda ya Ziwa ambayo tulifanya kwa jumla sasa tumeweka kanda mbili ambazo nayo kila kanda ina wakili ambaye ataenda kuwahudumia wanachama wote, kutoka katika masuala ya kinidhamu ambayo mwajiriwa kama kujieleza nini, wakili yupo wa kumsaidia mwanachama, lakini pale hata na swala linapofika mahakamani, basi wakili wetu yupo iwe CMA iwe wapi, ambako au mahakama ambako sasa mwanachama wetu anahitaji huduma ya kiuwakili. Na tutaendelea kuboresha vilevile kanda ya Magharibi na hata kanda ya nyanda za juu kusini ili kuweza kutoa huduma kwa wanachama wetu. Kwa wanachama wa TALGWU wao wanatoa rai kwa watumishi wengine katika mamlaka za serikali za mitaa ambao bado wanasita kujiunga nao. Ninalo neno la kuwaambia watumishi walioko idara ya afya. Watumishi wote ambao wako idara ya afya kwa maana ya ajira yao iko chini ya serikali za mitaa wanawajibika TAMISEMI. Wakawe wakijua kwamba chama chao cha kutetea maslahi yao ya utumishi wa umma ni TALGWU. Kwa upande wa serikali za mitaa ni wale kuanzia hospitali za wilaya, vituo vya afya, zahanati na makao makuu ya halmashauri, watumishi wote ambao wako katika idara hizo. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme kwamba unapokuwa <coughs> umesajiliwa katika chama hiki ambacho kwa kifupi tunaita TALGWU ukiwa mtumishi wa mamlaka za serikali za mitaa uko sahihi na wala hujapotea njia. Karibuni sana, muendelee kusajiliwa. Chama kipo kwa ajili yenu, kwa ajili ya kutetea maslahi yenu, lakini pia kwa kuhimiza uwajibikaji. Chama hiki kimesajiliwa chini ya sheria ya vyama vya wafanyakazi namba kumi ya mwaka 1998 na kilipewa nambari ya usajili 010 tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2000 ambapo hadi kufikia Juni 24 chama kilikuwa na wanachama zaidi ya elfu themanini na tisa. Na hapo ni mwisho wa makala fupi ya chama cha TALGWU.